Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha elimu ya afya ya akili. Naitwa Dibora Mwangomo, ni Licensed Professional Counselor Associate. Um, tafadhali usipite kwenye channel yetu bila kusubscribe, kulike, kutoa comment na pia kushare, na pia kushare video zetu na watu wengine. Karibu sana. Leo tunaenda kuongea kuhusu msongo wa mawazo au stress. Msongo wa mawazo kwa jina jingine unaitwa stress. Kwa hiyo ukisikia stress ujue ndio huo msongo wa mawazo. Sasa msongo wa mawazo ni kitu gani? Msongo wa mawazo ni ile hali ya kuwa na mvutano kichwani, ni tension ambayo inatokea na baada ya kuwa unapitia mambo magumu au umezidiwa na mambo. Ni kwamba ni wasiwasi, hofu, mawazo mengi au uh, unajisikia kama umebanwa mbano ambao unatokea akilini kwa sababu ya kuzidiwa na mambo ni mwitikio wa kawaida kabisa, unaitikia kwa sababu ya mambo magumu, alafu ni matokeo ya kutikiswa au kuzidiwa na mambo uh, ni sehemu ya maisha na kila mtu anaweza akapata msongo wa mawazo kwa sababu uh, tunapitia mambo mbalimbali mbali kila siku k kila mtu anaweza kapata mtu yote anaeza kapata msongo wa mawazo. Mambo gani anaosababisha msongo wa mawazo ni mengi sana, kulingana na mtu na resilience, jinsi anavyoweza ku, ku bounce back na mambo niliyoandika hapa ni, ni machache lakini kuna mengine mengi kutegemea na mtu mwenyewe na mtazamo wake. Meandika uh, mahusiano mabaya. Kama kuna mahusiano mabaya kwenye familia, kazini, popote mtu anaweza kazidiwa akapata msongo wa mawazo. Matatizo ya afya, kama unaumwa au kama unauguza, msongo wa mawazo ni kawaida kabisa. Misiba naleta na sana msongo wa mawazo kwa watu waliobaki, kwa sababu hali mliowachwa nayo au huzuni. Alafu kukosa hela kunaleta sana msongo wa mawazo kwa sababu unakuta unashindwa jinsi ya kukabiliana na maisha, kwa sababu una hela, unashindwa kutunza familia. Wengine hata kuzidiwa na hela kunaletea msongo wa mawazo, kwa sababu anaona kama ana hela nyingi, sasa afanye nazo nini? Labda amebanwa, ame naye ya, anaona yani, mbona nimezidiwa, alafu sina jinsi, sijui jinsi ya kutumia hizi hela au vyovyote vile. Malezi ni sababu kubwa ya kuleta msongo wa mawazo. Ndoa ni sababu kubwa kabisa. Majukumu yakikuzidia mahali popote pale, presha kutoka nje. Mfano tunaona kuna watu wengine wanapata msongo kwa sababu wanapata stress kwa sababu ya kusikia habari mbaya, labda kwenye taarifa za habari kila siku unasikia mauaji, unasikia ubaguzi, unasikia nini, mwingine anaweza kupata msongo wa mawazo. Au wengine social media pia ni sababu kubwa sana kuleta msongo wa mawazo. Sio tu kwa vijana, hata kwa watu wazima, unakuta kuna ile hali ya kujilinganisha, afu unaanza ku, kuona kama, uh, kushindana na watu ambao hata wajui, unapata msongo wa mawazo ambao utakusumbua sana. Sasa, stress inakuathiri ubongo. Ni kwamba ukikaa na msongo wa mawazo unakuathiri ubongo wako. Stress ya muda mfupi ni kawaida; kama nilivyosema ni mwitikio wa kawaida kabisa, ni kawaida kabisa, ni kitu cha kawaida, ni kitu kizuri, naonyesha kama uko healthy ila stres ya muda mrefu inakuwa ni toxic, inakuwa ni sumu kwenye maisha, kwenye ubongo na kwenye mwili uh, na inakuletea madhara. Inabadilisha kazi, size na umbo la ubongo. Stres inabadilisha umbo, size na uh, kazi ya ubongo. Ni kwamba ubongo unasinyaa, ubongo unasinyaa, una jikunja kunja, unakuwa mdogo. Na ubongo ukisinyaa, una hatari ya kupoteza kumbukumbu -kumbu. Wakati huo unaendelea na hiyo stress au hata baadaye, kama umekaa na stress ile ya muda mrefu. Nimesema stress ya kukaa muda mrefu ambao tunaita toxic stress ni mbaya, inaleta madhara kwenye afya ya mwili na akili. Kwa hiyo unaweza kupoteza kumbukumbu wakati huo, unakuta mtu mwenye stress uh, hakumbuki sana. Sasa ukiwa katikati ya stress, unakuta unasaosaosa vitu, hata vitu vya kawaida unakuwa na visahau. Alafu inabadilisha executive functioning, inaharibu executive functioning part of the brain. Executive functioning ni ile sehemu ya mbele ya ubongo ambayo inahusika na kufanya maamuzi, kufikiri, uh, mipango na mambo yote ya maana yanafanyikia hapa mbele. Kwa hiyo stress inaharibu executive functioning, kwamba ndio maana unakuta mtu ukiwa na stress uweze toka kufikiri vizuri. Unashauriwa kwa ukiwa na stress pia sio wakati mzuri wa kufanya maamuzi yale ya maana, kwa sababu unaweza kuwa unafanya sio maamuzi ambayo kweli ni ya kufikiri kwa maana, ila ni kwa sababu unasukumwa na stress. Kwa hiyo stress inaharibu Uh, frontal cortex ya mbele alafu inaathiri afya ya akili. Ni kwamba inaweza kusababisha matatizo ya afya ya akili. Unakuta mtu akizidiwa na stress. Mara nyingi unakuta mtu labda wengine wanaanza kuongea peke yake au ndio hapo mwingine amezidiwa na stress, anafikiria labda akajiue au depression, anxiety pia ni chanzo cha kuleta matatizo mengine ya afya ya akili. Au pia kama una matatizo ya afya ya akili tayari, ni kwamba ukiwa na stress inaongeza matatizo ya afya ya akili. Inazidisha, inafanya yanakuwa worse alafu inakuweka katika hali ya kujihami ukiwa na stress unakuwa hauko katika hali ya utulivu, kwa hiyo unakuwa kwenye hali ya tahadhari muda wote. Hali ya tahadhari ni kitu gani? Ni kwamba tumeumbwa na system mbili za nerve uh, nervous system. Ni kwamba kwenye nervous system kuna parasympathetic nervous system, ambayo hiyo ina, inafanya kazi pale tunapokuwa tumetulia. Ni unapokuwa umetulia, umelala, yani una amani uh, umetulia kabisa, mwili wako unakuwa katika hali ya utulivu, ndo tunasema ni parasympathetic equal in action, na unapokuwa katika hali ya tahadhari ni pale tunaita sasa sympathetic, ndo iko in action, kwa sababu sympathetic inahusika na kutoa tahadhari. Ni kwamba kama mwili umezidiwa na stress na mambo, ni kwamba hiyo system inasababisha mwili wako uweze kuamshwa, yani uwe katika hali ya tahadhari kwa ajili ya kupambana na hali ambayo inakusumbua. Na sympathetic inaamshwa na stress, hasira, na vitu vingine vyote ambavyo vinakufanya usiwe na utulivu, ni kwamba Uh, unakaa katika hali ya tahadhari ni kama vile alamu. Sympathetic ni kama alamu. Ni kwamba uh, tunafahamu kazi ya alamu majumbani. Kuna wengine, kuna alamu kukitokea moshi, unaona ni kwamba ni kelele, ni ghasia, alafu inakuwa ni kero ikikaa hivyo, ndivyo inavyokuwa pia tukiwa na stress. Ndio maana stress stress ya muda mrefu kama alamu iko hivyo muda wote kwenye mwili ni kwamba tunakuwa hatuko katika hali nzuri, alafu tunakuwa kwenye hali ya kujihami mda wote pia. Alam ni kama vile uh, ya sympathetic ni kama vile umeona nyoka. Kila mtu anaogopa nyoka, watu wengi wanaogopa nyoka, except watu wachache ambao wanafuga nyoka, kama tunapofuga paka labda umbwa. Nyoka anaogopa mara nyingi. Ukiona nyoka ameingia kwenye sebule, ni kwamba kila mtu anakuwa katika hali ya kujihami, wengine watakimbia mezani, wengine watapanda kwenye viti mwingine atapiga kelele. Na usiku huo, kama umeona nyoka, kama ni karibu saa ya kulala, sizani kama kuna mtu atalala. Sasa ndio stress inavyofanya kazi, kama hivyo. Ni kama vile umeona nyoka, ni kama nyoka ameingia kwenye maisha yako, alafu unakuwa kwenye hali ya tahadhari muda wote. Ndio maana unakuta mtu mwenye stress labda halali usingizi au uh, anakuwa kwenye hali ya tension muda wote. Sasa napenda kutoa mfano kuhusu stress inavyokuwa, ni kwamba hii hapa ni soda, nimeweka tu kwenye chupa ya, ya Stress ya kawaida ni kwamba mtu unatokea huko kama hivi unakuwa na gasi kidogo tu, ni kwamba ubongo wako unakuwa kwenye hivi lakini ni kidogo, inaweza ikatulia ikaondoka. Lakini stress uh, ikizidi sana, ikiwa kama umetikiswa sana na maisha stress, ubongo wako unakuwa kwenye hali ya tahadhari, unakuwa hivi, huko kwenye hali ya utulivu. Kwa hiyo ukiwa hivi muda wote ubongo wako huko kwenye hali ambayo sio utulivu muda wote, ni kwamba inakuwa inakudhuru kwa sababu, unakuwa ndo kama vile umeona nyoka, unakuwa hauko katika hali ya utulivu, unakuwa kwenye hali ya kujihami muda wote, na hali ya kujihami inasababisha matatizo ya afya ya mwili na akili, na pia hali ya kujihami inaharibu mahusiano, kwa sababu uh, kama umekutana na mtu ambaye yuko kwenye hali ya kujihami ndio hivyo watu wakimgusa kidogo, anaweza akakutolea bunduki au kidogo atatoa neno ambalo sio vizuri, kwa sababu stress ina change ubongo unavyofanya kazi. Ukiwa kwenye hali ile ambayo uko kwenye tension muda wote unakuwa hauko vizuri, ni kama vile alamu inayopiga kelele wakati wote isipofurahisha. Ndio mtu ambaye kwenye hali ya kujihami pia anakuwa yuko hivyo. Dalili gani zinaonyesha kama umeathiriwa na stress? A uh, hasira ni kwamba utakuwa na hasira mda wote, kwa sababu yeah, uko tayari kupambana kwa sababu ya mambo yanayoendelea ndani kwako. Ndio mnakuta mtu akiwa na hasira akiwa na stress, anakuwa anakasirika kasirika ovyo kwa mambo makubwa na madogo. Usahaulifu ni kawaida, kama nilivyosema, ubongo una sinyaa ukiwa na stress ya muda mrefu, ile ambayo ni toxic, ambayo imekaa muda mrefu, ni kwamba utakuwa unasahau sana, alafu baadaye unaweza kuwa na hatari ya kupoteza kumbukumbu. Alafu moods zinabadilika. Unajisikia umechoka sana kwa sababu stress ina burn energy, inamaliza nguvu mwilini, kwa hiyo nguvu zitakuwa zimeisha wakati wote. Kwa hiyo kama una, una msongo wa mawazo una mambo amekuzidia afu unaanza kujisikia umechoka sana, jua kama una stress, labda inaendelea. Alafu kukosa usingizi ni kwa sababu huko katika hali ya kujiami, hauko katika hali ya utulivu, huko kwenye sympathetic sympathetic nervous system iko activated, kwa hiyo hauko ka, katika hali ya utulivu, na ndio maana uwezi ukalala uka usingizi. Ni kama vile umeona nyoka, uwezi ukalala ukiona nyoka, na ubongo wetu una akti kama vile umeona nyoka kama ukiwa kwenye stress muda mrefu. Kwa hiyo uwezi ukalala usingizi, ndio sababu mtu mwenye stress halali. Alafu unashindwa kutawala hisia. Ni kawaida kabisa mtu mwenye hisia na mwenye stress anakuwa na hisia, anashindwa kutawala. Kuumwa mara kwa mara, unakuta mtu anaumwa kichwa, anaumwa tumbo, unaambukizwa magonjwa mara kwa mara, ni kwa sababu stress inaharibu kinga mwilini. Kwa hiyo utakuwa unashambuliwa na magonjwa mara kwa mara. Addictions, ukiona kama una mambo magumu yanaendelea afu umeanza kunywa sana pombe, madawa ya kulevia, um, maybe umeanza kushop sana, umeanza mambo ya wanawake au mambo ya wanaume sana, kwa sababu una mambo yanao go through ni kwamba inawezekana ni stress una act kwa sababu ni stress response. Alafu unapoteza hamia kula au unakula sana, inawezekana pia ni kwa sababu ya stress, kwa sababu stress ina either unaweza kuongeza appetite au ukapunguza appetite. Kwa hiyo unakuta mtu mwenye stress sana, kuna wengine wanakonda sana wakiwa na stress kwa sababu hali chakula hana hamia kula, na kuna wengine watanenepa sana kwa sababu uh, ndio hivyo ana, ana, ana, ana stress inaendelea. Kukosa umakini ni kawaida kabisa kwa sababu nasema inaharibu concentration, inaharibu ubongo wa mbele ambao ndo unahusika pia na kuwa makini. Kwa hiyo utakosa mtu, mtu anafanya fanya makosa mara kwa mara ambayo, ambayo sio ya kawaida ambayo alikuwa hayuko hivyo anafanya makosa mara kwa mara kwa sababu kwa kwa yuko kwenye stress. Alafu kingine ni kukosa utulivu ni kwa sababu mtu mwenye stress anakuwa restless. Ni kama vile umeona nyoka, uwezi ukatulia, uwezi ukatulia kabisa. Kwa hiyo anakuwa hayuko katika hali ya utulivu, anakuwa yuko restless muda wote na anakuwa hivyo. Na somo letu kuhusu stress litaendelea. Next time tutaongea kuhusu jinsi ya kukabiliana na msongo wa mawazo. Stress imekuwa ni shida kubwa sana ambayo inasumbua watu mbalimbali, na kuna wengine wanapata hizi dalili lakini hawajui kama ni stress, na pia hawajui jinsi ya kukabiliana nazo. Kwa hiyo nitafundisha kuhusu jinsi ya kukabiliana na msongo wa mawazo na ili tuweze kuwa na afya nzuri za mwili na za akili. Aa, na kama umependa hili somo tafadhali usiache kusubscribe na pia kushare ili watu wengi waendelea kujifunza na pia usisahau ku stay tuned next time. Uh, tutaendelea na somo.